Mara nyingi unapofanya kipimo cha kuhesabu damu kilichoagizwa na daktari au unapolazwa hospitalini unaona nambari inayoitwa ikitajwa humo. Eti ni fomu ndogo au kifupi cha hematokriti. Hematokriti kimsingi, kwa maneno rahisi, ni jinsi damu yako ilivyo nzito au nyepesi kwa hivyo ikiwa una upungufu wa maji mwilini damu yako itaonyesha hematokriti ya juu ikiwa una damu nyingi mwilini mwako ambayo wakati mwingine hugunduliwa kama ugonjwa unaoitwa polycythemia hematokriti yako au itakuwa juu ikiwa una anemia heti yako au hematokriti itakuwa chini kwa hivyo hemoglobini ya chini hupunguza it, na hemoglobini ya juu huongeza it lakini katika visa vingi au hematokriti pia inaashiria hali ya kuwa na maji mwilini au upungufu wa maji mwilini kawaida ni 38 na hadi 46 kwa wanawake na 40 hadi 54 kwa wanaume wengi. Hata hivyo, baadhi ya wanaume au watu wanaweza kuwa na hematokriti ya juu hata katika hali ya kawaida, kama watu wanaoishi katika maeneo ya juu, wakati mwingine jamii ambazo zinaishi Himalaya, kwenye milima ya Himalaya ambazo zinakabiliwa na oksijeni ya chini, zina hemoglobini ya juu na zina hematokriti ya juu na fiziolojia iliyo kawaida kabisa. Kwa hivyo hematokrit ni kiashiria cha viwango vya damu yako na wakati mwingine ni kiashiria cha upungufu wa maji mwilini.